lia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jana lwalile kubwa, lenye kitisho, lenye nyoka za moto nne, nchi ya kiu siyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mkuu, aliyekulisha jangwani kwa mana wasioijua baba zako, apate kukutesa, apate kulujalimu, ili kukutemea mema mwisho wako nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndiyo liyonipatia utajiri huo, bali utakumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano wake aliyowapa baba zako kama hivi leo. Lakini takuwa kama ukimsahau okay, Bwana Mungu wako na kuiandama miungu migeni na kuitumikia na kuiabudu, na shuhudia leo ya kuwa mtangamia bila shaka. Vile mataifa yale ambayo Bwana anawaangamiza mbele yenu, ndivyo mtakavyoangamia, kwa sababu hamkutaka kuisikiliza sauti ya Bwana Mungu wenu. Wakati wana wa Israeli wametolewa Misri, wanaelekea Kanaani, na hapa tayari hii ni hatua ya kuvuka waingie Kanaani, Bwana anamwambia Musa, hebu ongea na hawa wana wa Israeli ya kwamba watakapokuwa wanaingia Kanaani za cha kuzingatia wawe na moyo wa shukrani kwa Mungu wao. Waambie wasije wakamsahau Mungu wao. Watakapokula, watakaposhiba, watakaponawi, wasije wakamsahau Mungu wao. Mkaishia mabaya. Mtakapojenga nyumba nzuri, mtakapokuwa umenunua magari, mtakapokuwa mna mavazi mazuri, kumbukeni madhabao iliyowawezesha, kumbukeni Mungu aliyowapa huo uzima. Anasema, bali utamkumbuka Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu

nikiondoka ambaye nimewashikilia waendelee kuwa imara. Nikiondoka kinachofuata kwao ni kuangalia Bwana. Maandiko anasema nikisha niondoka gano nitawaangamiza kama ninavyoangamiza mataifa mengine. Kwa nini? Kwa sababu tumemsahau Mungu. Fikiria mangapi yanatolewa na Bwana mpaka leo, uko hapa. Mangapi una ushuhuda mwingi sana na Mungu alivyokukoa. Ushawahi kutoa sadaka na sadaka iliyotolewa ya shukrani inaendana na kipato cha inaendana na ushuru wa wafisi. Walikuwa na nyumba zao, lakini kwenye sherehe walikuwa wanaenda kwenye madhabahu zao. Akamsujudia Yesu, akisema Bwana, nataka niweze kutakaswa. Yesu akanyosha mkono, akamgusa akisema, nataka takasika, na mara ukoma wake ukatakasika. Yesu akamwambia, angalie, usimwambie mtu, ila enda zako, tajionyeshe kwa mchungaji, kwama utatoa na sadaka kama ilivyoamuru peleka <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> a

Sobaki na Samson hapa, sitaki wasale ndalo za vesti, sitaki wewe ni mpofu. Mimi ningeweza kuja kuokoa hapa, lazima uchomoke kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema tena, amen.